Anatusomesha mambo ambayo ni sunna wakati wa kuswali. Kuna vitu ni nguzo, kuna vitu ni sharti, kuna mambo mengine ambayo ni makuruhu, lakini kuna vitu ni sunna, unatakiwa ufanye, na ukifanya unapata thawabu, kukufanya huna dhambi wala swala yako haiharibiki. Faslun huu ni mpaka wa masala Yustahabu, inasuniwa. Tukisema inasuniwa manake ni suna, eh? Mm -hmm. Ayusalia ila shakhisi, kuswali kuelekea kitu. Sawa, kuswali kuelekea kitu Shakhisin, kitu mara nyingi anasema kiguzo eh? Kale la thuluthai dhirai, kilichonyanyuka kiasi ya thuluthi mbili za dhiraa hirani hii sasa, hii uigawe mara tatu moja mbili hii ya tatu. Kwa hiyo moja inakuwa hapa mbili <coughs> inakuwa hapa, yani kitu kinyanyuke saizi kama hivi, tuko pamoja? Kikiwepo kitu kimenyanyuka kama hivyo, mfano tuseme kama hiki kitabu kimenyanyuka kama hivi, suna kuelekea kitu ndio shakhis ikawa sio kiguzo kama vile tunavyosema eh? ni kitu ambacho kimenyanyuka kiasi ya dhiraa, thuluthi mbili za dhiraa. Kikinyanyuka zaidi hadi kuanzia hapo, ikiwa umeelekea nguzo tena, ndio sawa. Umeelekea ukuta, ndio sawa. Sasa hapa ndo kwenye shida na watu wetu, kwamba mtu kama hakuswali nyuma ya nguzo, yeye anaona hajaswali. Tuko pamoja na kiswali ikiwa mbele yuko mtu akiondoka, sasa atatembea kwenda kufuata nguzo. Hili jambo hili, kwa upande wetu sisi ambao ndio kwanza ni ibtidaia magese, elimu zetu ndogo, ni kwamba hili kwa upande wetu si, hatujafika na tukikuona unafanya hivyo tutakwambia, bwana, unafanya hivi <coughs> sawa. Kwa ni sunna kuelekea kitu kilichonyanyuka kada la thuluthi zira, kiasi ya thuluthi mbili zira, eh? Bainahu wa bainahu thalatha tuazirwani baina yake yeye na pale kwenye kile kitu alichokielekea iwe kadiri ya thuluthi ya dhira tatu. Sawa, mm -hmm. Famaduna, hata ikipungua kidogo dhira tatu hakuna shida eh? Faila miajidi, ikiwa hapana kitu hicho basi atwa mswala atakunjua mswala wake. Kama huu ukikunjua mswala huu maana yake apotaka kusimama <coughs> mpaka hapa ndo sehemu yako ambayo unaswali kwa hiyo yule mtu akipita huku hakuna tatizo, mbele yako sawa tu. mm -hmm. basi tu muswala, au hatwa hatwa, au atachora mstari. Bahati nzuri mstari imeshachorwa. Kwa hiyo ikiwa hukupata nguzo ya kuelekea, hukupata kitu cha kuelekea, uliposimama, kama mbele yako kuna mstari kiasi ya hatua hizi, tunapopanga safu, basi hiyo ndo alama yako, wala una haja ya kutembea kwenda tafuta sutra kwamba ni dharura, ile dharura yako mwenyewe. Kwa upande wetu sisi, kisheria bado hatujafika kwamba utembee ukatafute sutra hatua nne, watembea juzi. Namuona mtu anakaeka mkoba wake pale mbele, basi sasa yeye anasogea na ule mkoba anaupeleka kwa miguu. Kasema sasa hii si futbol eh? Anatembea <laughs> na yule mkoba wake anaupeleka kwa miguu. mfuko hivi kauweka, sasa ah, nakwenda nao mwenyewe. Kasema sasa hii tena hii, sasa ishakuwa tena ziada fahamiana. <laughs> E, lakini ukimuuliza, nakwambia anatafuta nini? Sutura ni wajibu, sasa sutura ni wajibu <coughs> sutura ni wajibu, upande wako utakuwa umefika pakubwa. Si hatujafika, si tunasema hivyo kwamba sisi huko hatujafika, na tukifika tutaangalia Basa hmm. Musala ikiwa hakupata kile kitu cha kuweka, ndio maana watu wanaweka misikitini vile vibao vile. Lakini sasa vingine havifiki hata zile thuluthi mbili za ziraa eh? Thuluthai sio thuluthi, thuluthai ni thuluthi mbili, sawa hmm. Kile kitu kifike kade la thuluthai ziraa Maake, thuluthaini, tuko pamoja, imeondolewa nuni pale, si kuna ye. <coughs> Eh, thuluthu inaitwa thuluthu au sio? Ingekuwa ni thuluthi moja ingeandikwa kadra thulutha au kadra thuluthi, lakini ilipoandikwa thuluthai, ilikuwa ni thuluthi mbili hizo. Kwa hiyo imeondolewa nuni, ikabakishwa kwa sababu ya nini? Mudhafu huyo, tuko pamoja hmm. Kwa hiyo hapo ikiwa hakupata hatwa hatwa, hatwa atatandika nini, atachora mstari sawa, basi tu msala eh, au hatwa hatwa wayundabu rafu lmari hina ihin. Na ukishaweka vitu vyako hivyo ukishajiweka hapo ni, ni, ni, ni, itakuwa wajibu sawa, wayundabu itakuwa suna sawa dflmari kumuondoa yule anayepita hina idhin. Wakati huo kukupitia hapa, nasalihapa nauakupita hapa na kupita hapa chini yako unampata, sio ukamfate mtu anayepita, kumfuata mtu anayepita, yule ambaye anapita lako kiasi kwamba ukinyosha unafanyaje, unampata. Ndio maana mtu ana, ana, ana, anapita mtu hapa anaweka mkono anajigonga ana swali ukamsukume huko, si kwako huko, mwache apite, ila idha salla fi karihati tariki, isipokuwa kama ataswali sehemu ya njia awayahrumu lmururu hina idhin na ni haramu kupita wakati huo, pale mtu alipokuwa tayari ndio sehemu yake ya kuswali katika msala wake, mbele yake kuna mstari kama hivyo, eneo lake, ila atakaposwali katikati ya njia, aa atakaposwali mlangoni weneolote ili na, na akili yako. Watu shamaliza kuswali, unakuja kuswali swali suna hapo, watu wafanye nini? Wapite ende zao, wewe utaonekana kwamba mapungufu yako, utaachwa mwenyewe. Na kuna watu wengine akishamaliza kuswali, msikiti una nafasi tele, anakuja kufungua suna hapo mlangoni. Wewe una matatizo uko pamoja ambiiwee ila waila, ikiwa si hivyo lifurjatin, kwenye uwazi. Fi swafi almutakaddimi, sawa, sehemu nyingine iliyokuwa si haramu kupita, sawa, ni kwa ajili ya wazi kuona sehemu iko wazi, ila fi swafi almutakaddim katika safu ya mbele. Yani, umeona kwamba huyu ana swali hapa, lakini pale kuna nafasi ya kuingia mtu, nafanyaje? Mimi nikipita lazima nimkiuke. Umefahamiana? Utapita umkiuke, uingie pale kwenye safu uko pamoja. Faslun huu ni mpaka wa masala yusanu sajidatani ni sahawi. Hayo mambo tunasoma ni sunna eh? Ukijoki tuambia kwamba sisi kutafuta sutra ni wajibu, naenda kunini? Si kitabu chetu kimetuandikia Sunna na sisi tunajua ni sunna. Ah, sunna ni jambo alilofanya mtume. Kwa hiyo ikiwa hukulifanya ni, ha ni haramu. Ah, ah. Sisi kuna vitu vime sheria imepanga. Kuna sunna mbali kuna wajibu mbali. Unifahamiana? Mm, wajibu sisi ndio tulikuwa ukiacha ni kosa, lakini sunna ukiacha haiwi kosa. Umepunguza nini? <coughs> Faslun huu ni pako masala. Yusanu sajidatani na suniwa sajida mbili lisawi kwa ajili ya kusahau. Bi ahadi thalathati asbabi yosuna ya sajida mbili za kusahau iwe kwa moja ndani ya sababu tatu. Al awalu tarku kalimatin minatashahudil awali. Ni kuwacha neno katika tahiyatu ya mwanzo. Mifamiana? Tarku kalimatin kuwacha neno minatashahudil awali katika tahiyatu ya mwanzo au kunuti fi subhi, au kuwacha ile kunuti katika swala ya asubuhi, au witri, au kuacha kunuti katika witri. Swala ya witri inafanywa, inafanyiwa kunuti eh? Lakini nisfi ramadhani al akhiri, kwenye ile nusu ya Ramadhani ya mwisho. Ndio maana tukiswali witri hapa eh, uh, wiki ile nini, zile kumi la mwisho, nusu ile, kwa mwezi 15, watu wanasema kuna mkunuti. Ndio watu wanakunuti katika witi sawa, eh? Au salati ala nabii sallallahu alaihi wasallam eh? Au kuwacha kumsalia mtume sala alaihi wasallam fi tashahudi lawali, katika tahiyatu ya mwanzo au kunuti au kuwacha kunuti au salati ala ali au kuacha kuwaswalia jamaa zake mtume fi tashahudi lakhir katika tahiyatu ya mwisho. Athani, jambo la pili, fi'lu ma ni kuwacha tendo ambalo yubtilu sahauhu, inabatilisha akilifanya, hata kama kasahau. Yani, kusahau kwake inabatilika swala la yubtilu sahau, haibatilishi. Athani, jambo la pili la, eh? <coughs> takfasialisaawi felu ma ni kufanya kitendo ambalo la yubthilu sahauhu, halibatilishi swala akiwa amesahau. Wayubthilu amduhu, lakini itabatilika swala akifanya maksudi. Kal kalimatil kalili, kama kusema neno, maneno machache, nasia, hali ya kusahau. Ukisema neno moja tu kwa maksudi, swala inabatilika. Lakini ukisema neno moja umesahau, basi itakuwa swala bado haijabatilika. Kwa hiyo hiyo kilisema lile neno baadaye unatakiwa ulete shida tisahau. Sawa? Mm -hmm. Kal kalima til kalili nasia kama maneno kidogo hali ya kusahau eh? Awil akili kal kalili nasia au kula kitu kidogo akiwa kasahau. Tulitoa mfano wa kula kitu kidogo eh? Sio kwamba lazima apate andazi atafune. Ah ah. Kile kitu kilichoganda kwenye meno akajikuta kuna chumvi chumvi hivi kisamaki kidagaa kimeganda au ladha ya mboga au ladha ya ubwabwa ipo kimeganda kitu sawa, kikiganda kitu kikikaa ukifyoza mate unapata ile taste, au sio eh? Sasa ile ndio unaambiwa umekula, bali kwenye swala. Sawa, au ziada turiki ni fiili, au ziada ya nguzo ya kitendo. Nasiaka kusahau karuku, mfano wa rukuu. Hii ni nguzo ya kitendo, ukifanya kwa maksudi, ukirukuu mara ya pili hali ya kuwa umerukuu, ukasimama ukarukuu tena, katika swala ya kawaida, hii swala itakuwa imebatilika ukifanya kwa maksudi eh, lakini kwa umesahau itakuwa haibatiliki. Wala yasjudu limala yumthilu sahuhu wala amdu, hata sujudi sida tisai. Kwa kufanya jambo ambalo la yumthilu sahuhu halibatilishi akisahau, wala amduhu au hata akilifanya kwa maksudi, mfano kal itifati, kama kugeuza uso ngeuza uso wake baada ya kuelekea kibla huku kaelekea sehemu si kibla, katizama huku na huku. Kuna watu wengine akiswali, akisikia mtu ka, ka, ka, ka kohoa akamtizama, akimwona mtu kanyanyuka anamtizama. Sasa huyu vipi, anaswali shikofeni. Umefahamiana sasa? Akifanya vile swala haibatiliki eh? lakini ni kitu makruhu, tumepita jana kwamba asifanye sawa kal itifati eh? wal khatwata na hatwa moja, wal khatwataini wal na hatua mbili. Kwenda hatua moja hata kama kienda kwa maksudi swala yake haibatiliki, hatua mbili pia swala yake haibatiliki. Wengine wanauliza hatua wa mbili ni zipi? Ebu mmoja alete hatua mbili <coughs> Sio wale, wale kila siku nyanyuka mtu mwingine, nawe nyanyuka upate kuchangamka msikitini. Wewe, we wamwambia, wewe njoo, wewe njoo. Wewe unaomwambia mwenzio, wewe, wewe, unajificha na kofia. Si umemshika mwenzio ukamwambia wewe, namuona njoo? Sasa mwambia mwenzio, wewe, wewe, wafanya hivi. Haya, hatua mbili, sogea hapo mbele. Haya, hatua mbili ni zipi? Ndio hatua mbili hizo. Arudi haya, mwingine aje, mwingine chap chap, twende hatua moja, wewe hatua moja nini di? Ndio yeah. Hatua moja hiyo ndio yeah. Eh? Yeah. Ndio hatua moja au si mna yeah. Gati gati yeah. Ndio eh? Sio ndio sio? Wanaosema ndio wanyanywe mkono, wanaosema sio wanyanywe mkono. Haya, wanaosema sio waje wasemelie kwa ndio. Hebu twende vile tulivyokwenda, twende hatua moja. Haya, twende hatua moja. Ndio sio, sio, ndio, sio. Ndio, sio. Ndio. <coughs>

Sogea mbele hapo. Haya twende, hatua moja. We na yule tofauti kwa hamna tofauti mm -hmm. Sisi tulisema ajane mpinga yule, sio wewe uliko. Sasa basi umekuja kufanya nini? Alosema sio eh? Nudini wamesema sio njova nzuri eh, sana eh, hatua moja ndio sio, eh, mmoja ndio mmoja. <laughs> ndio ndio sio mmoja ndio mmoja ndio arudi. Ah, wanaosema sio, mimi naona wao ndio wasema sio, anaosema. Ehe, wanaosema sio wanyanye mkono. Ehe, mmoja binafsi hakuachukua. Ehe, kwa mzee, njo sante. Jamani, tunasoma hatua ya kwenye swala eh? hatua moja ndio sio, sio? Shehe, unasemaje hiyo? Ndio hatua moja, ukienda hatua mbili. Ha, anasema hizo ni hatua mbili. Tumefahamiana, ile moja ni ile kunyanyua mguu kapeleka, au sio Hizo kwenye swala eh? ukileta mguu wa pili ukenda tatu, inaobatilisha swala ni vipi hizo? Zishakuwa ngapi? Tatu. Tumefahamiana jamani, hatua ni ile kunyanyua mguu kapeleka mbele, ile inaitwa umekwenda hatua moja, haijalishi kwamba hujaimaliza kwa maana sasa na ile mitikisiko, thalathu harakati mutawaliati. Uliponyanyua mguu umepeleka mtikisiko wa kwanza. Uliponyanyua wa pili, wa pili. Wa pili umepeleka wa pili. Kwa hiyo hatua moja ina mitikisiko mingapi? Miwili. Ndio zile zinaitwa hatua mbili kwenye swala. Zile hazibatilishi kwa maana hatua moja haibatilishi swala. Ukitaka kuivuta ya pili sasa. <coughs> Tumefahamiana? Inakuwa tayari kushanyanyua mguu harakati ya ngapi? ya tatu. Ukivuta ule mwingine kuja kuweka nini? Kwa sababu kila hatua mbili ndio unapata, kila mitikisiko miwili ndio unapata hatua yako moja. Mupeleka mbue, mupeleka ya mu, ha akipeleka mguu kenda hatua hakwenda. <laughs> <laughs> aiyoa kumalizia ndio inaitwa ya pili. Tumefahamiana? uliponyanywa mguu ukapeleka ile hatua moja, au sio? ulipovuta mguu ukamalizia inaitwa ya ngapi? ya pili, na ndio maana pale swala yako bado haijabatilika. ukivuta sasa ya tatu, sasa mguu wa tatu kwa kutaka hatua ya pili ndio sasa pale linakataza. Kwa hiyo ukitaka kusogea mbele ende hatua moja usimame, au si? Halafu tena ende tena hatua moja usimame, usiwende mtawali yake ja, mfululizo. Ndio tunachokisoma tumefahamu. Jamani, ni muhimu kuyafahamu haya, sawa. Haiwezekani vipi? Eh, sawa. Tena hapo yeye anasema hatua tatu, inawezekana kwa sababu unaweza ukenda ukakaa, kwa sababu hujakatazwa kwamba kuswali hivyo mguu mbele mguu nyuma, inakatazwa tumepita, eh? kwamba hutaki kuswali mguu mbele mguu nyuma, miguu yote ikae sawa sawa. Kwa hiyo pale unachowambiwa kwamba kwenye swala adabu, unataka kusogea usogea hatua ngapi? hatua yako moja ile ambayo ina mitikisiko migapi? Ndiyo hiyo okay. <coughs> unataka kusogea tena unasogea, unataka tena unasogea, sawa, uko <coughs> <Kupo> pamoja. <coughs> Sasa lakini wenzetu walikuwa washafika mbele, vitabu vya mbele, wao wanaosoma vitabu vikubwa, yeye mtu huenda na mfuko wake, na pia kusogeza kwa miguu, ewe simama usogeze, simama shshbdai Mtu ukishaondoka hapo, na wewe unaswali na mfuko wako upo hapo uh -huh. na sasa ukienda ukimpita, huo inakuwa shida, au sio? Sasa ili uende nao na unataka kuja huku, sasa haya, utakwendaje na huo mfuko wako uh -huh. Laiae kwa sababu unakuja na mfuko wako sasa, tumefahamiana kwa hiyo vizuri ni kufata zile taratibu na hivi lakini, vitabu hivi tunaangua kwamba mnapotezwa, mnapoteza muda, mnapotezwa kwa kusoma vitabu hivi, ili ukasome ukasome vile vitabu vilivyokuwa vina mikakati ambayo wao wenyewe wanaikubali. Sawa, yeah. <coughs> mm -hmm. tumefika wapi? <coughs> Mstari ngapi? wal khatwa ta na khatwa moja, wal khatwataini na khatwa mbili, sawa. Ila in karaa fi ghairi mahallihi is kira, eh au fi ghairi mahalli alqiraati ila in karaa, isipokuwa kama atasoma fi ghairi mahalli alqiraa, ndio sehemu iliyokuwa si ya kusoma. Ila in karaa, isipokuwa kama atasoma fi ghairi mahali al-qira'a, fa hal wasifa, kusoma yeye kaja samia Allahu liman hamida, akifika pale ananyanyuka, akapiga alhamdu kwanza, au kakaa kitako pale kwenye sijida ya kwanza ya pili, kapiga alhamdu <coughs> hii itabidi aje atoe nini, sio tisahau, eh, yeah? fayas fayasjudu, atasujudu sah sa, uh, ndio <todha> au tashahuda na fi ghairi mahalihi au alileta tahiyatu si mahala pake. Tuko pamoja mm -hmm. We umesimama juu huku unasoma tahiyatu salla ala nabii sallallahu alaihi wasallam fi ghairi mahalihi, au alimswalia mtume si pahali pa kumswalia mtume. Fayasjudu fayasjudu sahawahu fayasjudu atasjudu sawau. faalahu amda ni sawa sawa, alifanya maksudi au sahawa, au alilifanya kwa kusahau sawa walau nasiya tashahuda awala kama alisahau atahiyatu wa mwanzo, fadhakarahu baada intiswabihi, akaikumbuka baada ya kusimama sawasawa, ameshanyooka ndo akakumbuka. Au wale wengine wale, mtu keshanyooka, keshasahau atahiyatu, keshasimama, ndo subhanallah. Sasa mwambia subhanallah, fanya nini? Na akishasimama akishafika juu, we usiseme tena subhanallah. Tumefahamiana, mm -hmm. Kwa sababu ile subhanallah yako sasa unataka kumbabaisha yeye, kisha simama. Na ata akikumbuka ah, nimeacha kumbe atahiyatu, akirudi, swala yake imeshaibatilisha kwa sababu akishasimama kisha ingia kwenye nguzo, hataki kurudi kwenye sunna. Tuko pamoja, walaunasi ya tashahudi al awala kama alisahau atahiyatu wa mwanzo fadhakarahu, akaikumbuka baada intiswabihi, baada ya kunyooka sawa sawa lam yahudu ilayhi, hatarudi tena eh? Hmm. fa in ada aliman, aliman akirudi hali ya kujua amida, kwa maksudi batalati, itabatilika sala yake. in kana ila alqiyami akraba, ikiwa alishafika kwenye kisimamo ndo karibu sawa. fa in ada alima, akirudi hali ya kujua amida, kwa maksudi batalati, itabatilika. in kana ila alqiyami akraba ikiwa kwenye kisimamo ni karibu au nasian au jahilan, ikiwa alisahau au hajui fala swala yake itakuwa haibatilike eh? Mm. Wayasujudu lisahawi, na atakuja kusujudi kwa ajili ya kusahau sawa mm. Wayajibu laudu limutabati imamihi, itamlazimu sasa yule mtu anayeswali anamfata imamu ye ni wajibu kurudi Limutabati imamihi kwa ajili ya kuja kwenda sambamba na nani, imamu wake sawa, hata kama yeye alishasimama sawasawa. <coughs> wa tadhakkara kabla intiswabihi, kama alikumbuka kwamba alisha tahiyatu kabla kusimama sawa sawa, ada atarudi sawa. Hmm. wala walatarakahu wa amida, kama aliacha tahiyatu kwa maksudi, faada ilaihi akarudi batalati, itabatilika sala yake in kana ila alqiyami akrabi, ikiwa alishafika karibu na kusimama nini kwenye kisimamo sawasawa, sawa ni karibu aikeshauka mpaka kurukuu tena ananyoka sawa. wala unasi alkunuta, kama alisahau kunuti fadhakarahu bada wad'i jabhatihi, akakumbuka baada ya kuweka paji lake la uso, lam yarji'a lahu, hatorudi tena sawa hmm au kabelahu, au ikiwa kabla yake ada, atarudi. Ilitokea hii siku moja zamani, alikuwa akiswalisha mwalimu Usi, tumefahamiana, ikabidi ikatokea hiyo ilivyotokea. Mwalimu Usi akarudi akasimama, lakini ilikuwa isheeka mikono. Kuna bwana mmoja akasema kwamba swala imebatilika imebatilika. Kwa nini? Kwa sababu imamu alikuwa kishafika chini kishaweka mikono. Akaambiwa imebatilika kwa sababu gani? Anasema ah, kishafika hapo. Unayo hoja? Ah, hoja maana yake ndio kisha, nini? Kishafika mikono tena. Kwa hiyo asujudi akiambiwa ah, atwende hivyo. Unacho kitabu cha mukadim? Sema kile kitabu cha mukadim akipo, akiambiwa basi, maelezo yaliomo mle yanasema kwamba ikiwa hajaweka paji la uso basi anatakiwa akirudi, hakuna tatizo. Vipi, utakileta? Akisema ah, maana yake sijui mimi. Nishasema wewe we, kwa kusema kwako tu usikilizwi. Tumefahamia <laughs> kwa kusema kwako <coughs> hatukusikilizi. Si tutakusikiliza uliyoyasema ikiwa yana mashiko, yana maandiko, kwa sababu kitabu hakisemi hivyo Inasema kwamba ikiwa hajaweka paji lake la uso basi atarudi, lakini baadaye akakubali matokeo wasajada lisahwi, atasujudu kwa ajili ya kusahau. In balagha hada rukui, ikiwa katika kule kusimama alifika mpaka kwenye mpaka wa kurukua eh? Sawa. Athalisu, jambo la tatu.